Yani hivi ulivyokaa na koti lako, wewe ni masiku yaliyokusanywa, ukawa una kichwa, una pua, una macho na miguu, una chesti una, una, chest, una mfua wako uliokwenda mbele hivi na mtambi, lakini hivyo hilo dogo lake <coughs> ni masiku yaliyotengenezwa, yamekusanywa, ukawa hivyo ulivyo. Ni siku ni siku vipi? kwa sababu hata hivyo, wewe si una miaka fulani ulioandikiwa kwamba utaishi miaka sitini na tano, miaka sitini na tano sina miezi kadhaa, miezi kadhaa sina mawiki fulani yenye kuhesabika, mawiki hayo si ukiyapiga, si unapata siku? Basi wewe hivyo hivyo ni masiku kwa mfano umekadiriwa ukae elfu. Halafu najua mwanadamu yu hakai siku nyingi. Leo nitatoa hili mmoja, mtaikaa mta, mta, mta, mtafanya mahesabu. Kwa mfano chukueni mtu ambaye atakaa miaka mia, ambaye huyo kwa leo ni kionja, halafu mpigieni, mpigeni miaka mia, halafu chukua hiyo hiyo simu yako, piga tu mara kadhaa, ukapiga mara mia tatu na sitini au sitini na tano, utaona kumbe ile miaka mia mtu aliyekaa sana amekaa siku kama elfu thelathini au elfu tatu ya hivi. Yani hivo ndio yaani, mtu si chochote kabisa, kwa anasema, wewe hivo ulivyo ni masiku. Kwahiyo kama ni masiku, anasema fa idha dhahaba yaumuka dhahaba vaamuka, ikiondoka siku yako moja usifurahi wewe, ujue imeondoka baadhi ya mwili wako kwa sababu wewe ni masiku yaliyokusanyika. Ile siku moja ikiondoka, masaa ishirini na nne wewe, kuna sehemu imeondoka kwenye mwili wako, kuna kitu kimepungua. Kwa hiyo wewe, ilikuwa sio kufanya birthday ya kufurahia ile, isipokuwa wewe ulikuwa unatakiwa ulie kwa, kwa sababu umepungua, kwa hivyo kutokana na hivyo, kumbe vile masiku yakienda, wewe wafurahi kwamba nimeingia mwaka wa arobaini, na mimi nitakuwa ni katika wazee. Ala, wewe sio ufurahi, umepungua. Ni kama mfano wa kuku, kuku ambayo umepiga mahesabu ya manyoya yake, ana manyoya ya elfu mbili halafu, kia siku ya Mungu unanyonyoa eh, nyoya moja, unalingofoa mule kwenye mwili wake Hebu niambie hivyo, huyo mpaka ikifika hesabu ya yale ya yale manyoya yake, atakuwa na manyoya kama ni ndege? Anaweza kuluka, anaweza kuruka tena? Ndiyo maana yake. Kwa hivyo wewe ujue, Mungu asema wewe hivyo hivyo, ni masiku ambayo yamekusanywa pamoja kwao. Ikiondoka siku yako moja, jua sehemu yako ya mwili imeondoka. Unachokitakiwa ni sasa uandae kule unakotaka kupelekwa. Unataka kwenda kukuta kitu gani? Na ndugu zangu, sisi tunaghafilika, sisi twasahau kwamba sisi tumetoka wapi, ule mwanzo wake. Na Mungu anataka kila jambo ulifikirie, hata chakula kikiwa pale kwenye meza, ah, usile bali ufikiri, falyandhur linsanu

huo ndio taratibu. Mungu asema chakua kile usile, ufikiri kwanza kimeanzaje. Mpaka sawa, mega asema tumeanza, kimeanza hivi. Tumeanza kuleta maji, tukabubujiza katika ardhi, kuyabubujiza. Kisha tukapasua ule, ile ardhi kwa mmea, kuipasua. Kisha tukatoa humo lishwa ambazo nyinyi mnakula, mnalishia wanyama wenu majani. Kwa ndugu zanguni, Hebu tujilinde tusiishi kama tunavyotaka. Usia wangu kila mmoja kwenye dunia hii asiishi anavyotaka yeye, tuishi kama tajiri mwenye dunia yake anavyotaka ya uishi. Unajua hata ukikodi nyumba ya mtu, ukifika hapo unaishi kwa masharti ya mwenye nyumba, eh <coughs> bana, hii nyumba tunataka, lazima wewe upige beki kila wiki mara mbili na ulipe elfu mbili ya umeme kila baada ya wiki. Masharti ukiashindwa, bwana humu hu, nafasi huna, hujua utafuata masharti. Sasa hii nyumba hii, hii dunia ni nyumba. Adunia daru dara mala dara, dunia ni nyumba kwa asiye kwaa, kwa maana kwa hii ni nyumba. Sasa kama ni nyumba, lazima tuishi kwa masharti ya mwenye nyumba hiyo wajua hivi hata kutembea hivi Mwenyezi Mungu ameshaweka ameshaweka mipango ya kutembea usitembea unavyotaka kila kitu Mungu wala tamshi fil ardhi maraha usitembee kwenye ardhi kwa kudunda wajua hata ukitembea pia hiyo haitakiwi kujua ni masharti ya mwenye nyumba haya. Wala tuswahire hadhaka linnasi, wala usigeuze kitu kua chako kwa watu kwa dharau. Ile ile kumtaza mtu kwa ihtikari, unasemaje? Yoyote hiyo yote hiyo haitakiwi. Wajua kenye nyumba anataka watu waishi hivyo, na ile dharau. Ndugu zangu, mimi nataka takidogo niondoke Hivi viungo vinavyoviona vyote, kuanzia miguu mpaka kwenye kichwa, kila kiungo kina maasi yake na kina thawabu zake. Ndio Imamu Abu Hamid Muhammad bn Muhammad Lghazali rahmatullah